Kichwa moshi hazimtoshi. Msanii wa muziki kutoka nchini Kenya Tanasha Donna ni kama ameamua kusalenda hivi baada ya comment nyingi za mashabiki zake kuhusiana na mdomo wake na namna ambavyo aliongeza lip filler mwaka jana. Alifanya sajal ya kuongeza lipsi na mdomo ukawa katika shape tofauti na namna ambavyo tulikuwa tumemzoea Tanasha Donna, na comment nyingi kumuhusu yeye, watu kama walikasilishwa hivi na kumuuliza kwa nini alifanya hivyo, kwa sababu alikuwa anaona kana vizuri sana mwaka jana kabla ajabadilisha hizo lips zake. So, kupitia account yake ya Snapchat amekuja kuandika atazitoa hizo lip filler kwa sababu anaona comments zimekuwa nyingi sana mpaka anashindwa kuelewa kwa nini watu wengi wanafanya hivyo. Akasema, nyie mumeshinda, nitakwenda kuziondoa hizo lip filler. Na mpaka Mange Kimambe pia kupitia page yake ya Instagram aliposti kwa nini watu wanamkandia sana Tanasha Donna kuhusiana na huo muonekano wake mpya.

wa kuongeza mdomo ambapo aliweka hizo lifila, ambapo Mange alisema kwamba anaona komenti nyingi watu wakimshambulia na kumongelea vibaya huyu mwanamke mrembo Tanasha Donna bila kumpatia ushauri wowote. Akasema mnapombuli mtu pia mpeni ushauri. Tanasha Donna ni miongoni mwa wasanii au warembo wazuri sana Afrika Mashariki na kati ya wanawake ambao Diamond Platnumz amewai kutoka nao hakuna mwanake, mwanamke mzuri kama Tanasha Donna. So alichokuwa nakizungumzia Mange ni kumpatia uh, nafasi ya kuondoa hizo lip filler Tanasha Donna, na aliahidi kwamba Mange Kimambi app itasaidia gharama zote za kutoa hizo lip filler. So sasa hivi Tanasha Donna ameamua kunyosha mikono juu na kuamua kutoa hizo lip filler kwa sababu toka ameweka hakuna komenti nzuri ambayo imewahi kuonekana ikiusifia mwonekano wake mpya wa hizo lefila. Una mtazamo gani juu ya komenti ya Tanasha Donna ambayo ameandika hapo ni juzi? Hapo kwenye sehemu ya komenti, na hakikisha unasubscribe na turn on alarm notification ili wa kwanza kupata habari ambazo zinawekwa hapa Info. One extra.